Na mtazamaji wa Mji wa Raha TV, tumshukuru tena Mungu. Leo ni siku nyingine tena ambao Mungu amezidi kututetea na kutupa kibali. Ibada imeisha na niko hapa nimepata fursa ya kuongea na watu wawili watatu ambao walikuwa na ushuhuda kuhusiana na jambo ambalo Mungu ametendea hii, na si lingine. Basi ni mama hapa arla kutuambia kuhusiana na mahali hapa, Mji wa Raha Kiponza. Mama Bwana asifiwe sana. Amina. Hey, unaendeaje mama? Naendelea vizuri. Ndio, kwa majina yako mama? Kwa majina yangu naitwa Suzana Manyama. Ndio mama, una jambo gani la kushiana sisi kuhusiana na madhabahu hii ya hapa mji wa Raki Ponza? Ah, madhabahu hii ni nzuri sana tena inatenda mambo makubwa. Mimi nilikuja hapa nilikuwa naumwa mm. lakini sasa hivi niko mzima kabisa, yaani sisikii maumivu yoyote Sayo, mm. kwa hiyo kwa kweli madhabahu inatenda sana Ndiyo, ulishuhudia ukasema kuna jambo mm, ambalo Mungu amekutendea. Watu wanataka wajue ni jambo gani ambalo Mungu ametenda kwako. Eh, jambo jambo eh, ambalo Mungu ametenda kwa eh, kwangu, wakati natoka hapa naenda nyumbani nilikutana ni na watu wabaya oh, lakini nashukuru Mungu, Mungu alinisaidia wala hawakunifanyia kitu chochote, maana Mungu aliinua watu wengine nyuma yangu kuja kama tunatembea pamoja, kwa hiyo wale wabaya wakashinda kunifanyia ubaya Ndiyo. Eh. Ndiyo, yasema, wakina wabaya wanikaribia wakaanguka. Na mama anasema wabaya walitaka wamvamie lakini wakaanguka. Ndio. Je, katika muda wa mfupi ambao uliokaa kwenye madhabahu ya mji wa raki rakiponza ni jambo gani la kujivunia? Mimi najivunia kwa sababu tunaye mtumishi wa Mungu ambaye anatulisha maneno mazuri, ana anafanya na sisi tunakuwa tunakuwa tuna nguvu za Mungu muda wote kwa hiyo hatulegei, tunazidi kupambana na na na nguvu za Mungu zinazidi kutuonekania. Naam, mama anasema hatulegei, tunazidi kupambana na nguvu za Mungu zinaonekania. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Bariki sana mama. Amina, Amina.